Karibu ndugu mtazamaji wa POV TV, ni siku nyingine tumekutana katika kipindi chetu cha Jitambue. Mimi ni wako mtangazaji Simon Mwendesha. Leo nimeamua kuzungukia katika mito yetu, maana zipo taka ambazo zinaenda kutupwa katika mito yetu, huku tukiwa tunajiona tuko salama, na kumbe hizo taka zina madhara ama zinatuathiri. Leo hii utajionea mwenyewe mambo yalivyoko kwenye mito yetu, kuna taka za nguo, taka za chupa pempasi, watu wametupa, na mizoga pia ipo. Utaenda kujionea mwenyewe, karibu sana. Hii ndio hali halisi iliyopo katika mito yetu. Kuna taka za chupa, kuna pempasi za watoto. Huyu ameona kabisa, amembadilisha mtoto wake nguo na akaona mahali salama kwa kutupa ni kwenye vyanzo vya maji. Ndugu, utajionea mambo mengi, yapo mengi ya kusikitisha. tusipochukua hatua tutajiumiza sisi wenyewe. Hizi ndio taka zilizopo. Huyu ameona amefanya yake ya kutosha, ameona kwenda kutupa mtoni ndiyo suluhisho, hali ikiwa ya kuwa anatengeneza maumivu ama anatengeneza athari mbalimbali kwa kutupa takataka katika mito yetu. Ukiangalia kule ndugu, utaona takataka zimezagaa takataka zimezagaa nyingi sana katika mito yetu. Hii siyo haki, hii siyo haki kabisa kwa Watanzania. Kila mtu anapaswa kulinda mazingira ambayo yanamzunguka. Hawezi kuja mtu kutoka nchi za nje aje akufanyie usafi kwenye vyanzo vyako vya mito, hali ikiwa wewe upo hapo. Yakitokea kutokea, wewe ndio utakuwa wa kwanza kuathirika. Hii ndio hali halisi iliyoko katika mito yetu. Zipo pempasi za kutosha katika vyanzo vyetu vya maji. Umeona mtu ameamua kumbadilisha mtoto wake na akaona mahali sahihi pa kutupa ni kwenye mto. Ndugu kameramani, hebu twende ukajionee mwenyewe, Watanzania wasije wakasema kwamba mimi nadanganya ama mimi naya kwangu mambo lakini utajionea mwenyewe hali halisi ilivyo katika mito yetu, ama katika vyanzo vya maji. Hii ndiyo hali halisi iliyopo, angalia. Ukiangalia kule juu, kameramani, ukiangalia kule juu, unaona takataka za nguo zilivyo nyingi. Hizo takataka za nguo zimezagaa kwenye mito, zimesambaa kwenye mito, takataka unaziona Hivi kweli kwa hali hii Watanzania tutapona? Kwa hali hii Watanzania tusipobadilika, tutapona kweli? Tutafika tunakoenda? Watu tumeshindwa kuheshimu vyanzo vya maji na kutupa takataka hovyo. Hii kweli sio sahihi. Na nyie mnaosimamia usafi, inatakiwa muwakamate hao watu ambao wanafanya mambo kama haya. Hivi ni vitendo vya kijinga hapa. Kuna takataka za chupa kama unavyoona takataka za nguo, kuna vipande vya godoro viko hapa. Hizo ndio takataka ambazo watu wameona sehemu sahihi ya kutupa ni mahali kama hizi sehemu ambapo ni sahihi ni sehemu kama hizi za kutupa. Ona, takataka zimejaa pembezoni ya mto. Watu wameona ndio sehemu sahihi ya kutupa. Kweli, kwa hali hii ndugu zangu wa Tanzania, tutafika tunakoenda kwa hali hii kweli? Watu mmekunywa juisi, wengine wamekunywa soda, wengine wamekunywa maji, mwingine ni yebo yebo. Zimeisha, ameona mahali sahihi pa kutupa ni kwenye mto lakini haya tunayoanzisha sisi wenyewe ndio yatakaokuja kutumaliza sisi wenyewe, kwa sababu yakitokea magonjwa ya mlipuko magonjwa ya kutisha, sio kwamba yatakuja kuathiri watu wengine, ni sisi, sisi wa Tanzania ambao tunaishi katika mazingira haya. Kikubwa ndugu zangu, tubadilike, tubadilike, tutunze takataka katika vyombo vya kutunzia takataka. Na magari ya takataka mbona yanapita tu mtaani na kukusanya takataka lakini tulio wengi tunashindwa kufanya hivyo, tunaenda kutupa kwenye vyanzo vya maji. Mungu atusaidie Watanzania, tubadilike, lakini hali iliyopo inatisha. Hali iliyopo inatisha, ndugu zangu, yaani mimi naumia, mimi binafsi nikiona vitu kama hivi, maana najua tunachoenda kupata ni madhara makubwa sana. Asanteni sana.